Kuna mengi ambayo yamekuwa kiwashangaza watu kumhusu rapper Kanye West na hii ni kutokana na kile ambacho amekuwa kikisema ama kukiandika kwenye akaunti yake ya X. Kitu ambacho kwa sasa kimeweza kuwashangaza watu wengi sana ni moja tweet kuizungumzia familia ya Jay-Z na Beyonce hasa watoto. Kanye West ama ye aliandika hivi. Jamani, mmegundua kuwa watoto wa Jay-Z na Beyonce wote ni kama hawana akili, yaani kimaanisha mambumbumbu. Na ndio maana siku zote ninakubali mfumo wa upandikizwaji ama kupata watoto kwa njia ya maabara ama mfumo wote mwingine tofauti na kukutana kimwili, na hii ninaiona ni kama baraka, lakini kuwa na watoto ambao hawana akili ama hata uwezo wa kufikiri ni maamuzi ya wazazi wenyewe. Sasa kwenye hii tweet, maneno ambayo ameyatumia rapa huyu yametafsiriwa kwa kwamba yani, ni mabaya, hasa kwa lugha ya Kiingereza kwa nchini Marekani, yani amewataja watoto hao ni neno baya hasa kwa mazingira yao. Nofahamu hapa Kanye West alikuwa akiwazungumzia watoto wa Beyonce na Jay Z, watoto tatu Blue Ivy mwenye umri wa miaka 13 kwa sasa, na no watoto wawili mapacha Rumi na saa ambao wana umri wa miaka saba. So hii ni tweet ambayo watu wengi waliweza kushangazwa pakubwa sana, wakizingatia licha kuwa hakuna ulofamilia wa Kanye West na wawili hao ukiachana na miaka zamani jinsi ambavyo ilikuwa, lakini kuwaita watoto wa watu ambao walikuwa wakiheshimiana tena pakubwa sana tangu miaka zamani, ya kwamba ni kama mambumbumbu, yani hawana uwezo wa kufikiri ama hawana akili, ni jambo baya sana. Sasa baada ya muda tukupita, kila mmoja kwenye comment kusemala kwake, Kanye West akaja kutweet kwa kuandika kuwa nahitaji kila mmoja kufahamu kwamba nimeamua kuiondosha ama kuifuta tweet kumhusisha Jay-Z na Beyoncé pamoja na familia yake, na hii ni kutokana kwamba nimeona huenda akaunti yangu ya X ikafutwa, na hii si kwa sababu mimi ni mtu mzuri, hapana. Nimeishusha ili tumweze kunielewa. Kisha kametumia maneno makali ya matusi na kusema kwamba kile ambacho alikisema ni kweli. Ufahamu suala hili imaweza kufuatia hasa kuizungumzia familia ya Jay Z na Beyoncé kwa tu, siku za hivi karibuni ama wiki kadhaa, alitumia simu ya, sim ya rapper The Game walipokuwa studio kiandaa moja kazi, kisha kumdia mama mzazi wa Beyoncé Tina Knowles na kumtumia emoji ndizi ambayo iliweza kutafsiriwa vibaya sana soko kwa sasa. Nakuja kwenye upande huo, hakujua na reaction yote upande wa Jay Z ama Beyoncé, lakini tufahamu ni tweet ambayo